Assalamu alaikum watoto wetu wazuri, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Kona. Mimi ni Miss Mariam, na leo na hadithi nzuri nataka kuwasimulia. Hapo zamani za kale paliondokea msichana mmoja aliyekuwa anaitwa Fatma. Msichana huyo alikuwa anapenda kujistiri vizuri, anavaa mabuibu yake vizuri, hijabu yake anafunga vizuri. Alikuwa haonekani mahali, anajistiri vizuri kila mahali na ikiwezekana pia. Siku moja, katika pilikapilika -pilika zake mwenyewe, alikuwa anatembea na shughuli zake, akapatana na mwanahabari. Yule mwanahabari akamwambia mm, Mbona wewe umejifunga funga, angalia, umevaa manguo mingi, kwani husikii joto? We huoni kama dini yako ya kiislamu inakunyanyasa? Yule mwanahabari alikuwa Mkristo. Sasa yule mwanahabari akamwambia, angalia, sisi sisi wenyewe twavaa tu vizuri, mtu ukitaka kuvaa shati yako ya mikono mifupi wavaa, ukitaka kuvaa shoti yako wavaa, hatusikii joto sana. Lakini angalia wewe, kwani hulisikii hili joto? Na venye jua ni kali, husikii dhikidhiki yule msichana akamsikiza akamwambia, ah, ah, mi hata sisikii dhikidhiki. Akamwambia, mm, hujasema ukweli hapa, wanidanganya. Mi nna hakika wasikia dhikidhiki, watamani uvweni, venye tu dini yako iko sana. Akamwambia, ngoja nikuulize swali moja, una elfu moja hapo mahali? Akamwambia, elfu moja nnayo. Akamwambia, unaweza nisaidia niione? Akamwambia, eh, hakuna shida. aka fungua bag yake akatoa wallet akafungua fungua wallet zip nyingi nyingi, akatoa elfu moja akamwambia, hii hapa. Akamwambia, hapana, mimi hata sitaki pesa yako, mimi nilikuwa nakuuliza tu kama unayo, lakini sasa hivi umeona umuhimu wa kujistiri. Umeona hiyo elfu moja umeificha mahali mbali kwa sababu gani? Akamwambia, eh, wewe una wazimu, hiyo elfu moja sasa hivi kupatikana shida kweli, alafu watakaniwekea mahali karibu karibu, ndo mtu akiona apite nayo aniibie Akaambia basi, kama mimi mimi najua thamani yangu venye waona hiyo elfu moja ina thamani kubwa, na mimi pia nina thamani kubwa. mimi pia thamani kubwa, siwezi ku, kuva, ovyo ovyo, nisijistiri, nione watu waniangalie, nitapata dhambi nyingi. Wewe umeona elfu moja yako ni pesa tu, umeieka mbali, je, yeah, kujistiri mwenyewe? Na Mwenyezi Mungu ametuambia tufanye nini? Tujistiri. Tukijistiri tutafanyaje? Tutaingia peponi. Yule mwanahabari akaona haya, akajuta hata kumuuliza hilo swali. Kwanzia na hiyo siku pia akaanza kuingiwa na imani, ikawa anajistiri vizuri, mpaka mwisho wa siku akafanya nini? Akasilimu, akawa Mwislamu. Yule Fatma akasikia raha, akasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amenionyesha njia, nimemsilimisha mwenzangu, na hivi hivi, inshallah nitaendelea kujistiri. Kwa hivyo hadithi yetu inatufunza nini? Hadithi yetu inatufunza umuhimu wa kujistiri kwanza, haswa hasa kwa sisi wanawake, watoto wetu wa kike tujistiri vizuri. Kwa sababu gani? Sisi ni kama dhahabu, tukijionyesha hivi tunapunguza thamani yetu mbele ya watu na mbele ya Mwenyezi Mungu pia. Kwa hivyo, watoto wazuri, tujifunze kujistiri, tuvae hijab zetu vizuri, tuvae mabuibui, tujifinike. Tumeelewana? Na, na hadithi yetu ikaisha hapo.